Kwanza mimi siamini kama tukicheza nyumbani naweza na pressure. <laughs> Nafikiri bila pahala mpira una pressure. Wewe unataka poko unacheza, sio kuna pressure zile za dakika 5 10, and then ku, ku hata mechi ambazo kabla ya hapa tume- tumecheza na tumepata matokeo nyumbani. Kwa hivyo uh, mimi siamini jambo ambacho unasema, uh, hatukuwa vizuri, tuseme katika mechi ambazo ya mwisho tuliocheza hapa, ndio kwa wenyewe hatukucheza katika fomu yetu ambayo tulitarajia lakini uh, mimi naona wapenzi wanatusapoti kwa nguvu kubwa na wanatupa nguvu sisi. Hatuna haja kuwa pressure na hilo kitu, tunafanya kazi hata men, mentality za wachezaji uh, tumezijenga kwamba wasi- wa wasio wa na pressure ya fans wakati wanapocheza hizi mechi. Kwa hivyo hatuna pressure kabisa, sio ni swala matokeo ya mpira tu. Swala pili uh, tunafanya rotation uh, moja, changamoto ambazo niko kubwa kwa kwa mpira wetu ni consistency ya wachezaji na hiyo uh, ni changamoto moja kubwa ambayo utakuta up and down, lakini nyingine ni ni uh, timu yetu sasa tuna more professional wazaji wetu most of wale ndio wale wale. Kwa hivyo tazama kufanya assist, assessment utakuta wazaji wetu wameanza katika mashindano mengi, tiredness inakuwa inaingia katika miili yao, sio ndio maana tunajaribu kufanya, lakini ni chengine, ni opportunity kwa wachezaji wengine ambao wame wamekuja katika katika katika kipindi hichi, sio mimi nafikiri, tuna tuna group kubwa la wachezaji tukifanya rotation uh, wengine ambao wanapata nafasi wataonesha kile ambacho kina wanacho na ndio ku progress kwa team au kwa kwa kwa team kwa kwa kwa national kwenye mpira vitu kama hivyo uh, Nadani, mpaka Nadani, sisi kama wachezaji mjiandaa vizuri, nadhani tushapokea yale ambayo tumewalimu mpaka sasa hivi, nadhani kwetu sisi hakuna presha wala hatufikirii sana, ni kesho tuweze kupata pointi tatu. Ukiwa hapa nyumbani, nadhani na Tanzania kesho watokee kwa wingi, waliokuwa Zanzibar na nje ya Zanzibar, waje kwa wingi watusapoti, na imani kesho tunashua pointi tatu hapa nyumbani. Namna sisi tunataka, hiyo chachu wa washabiki ni kitu ambacho kikubwa sana. Kwa hiyo kuhusu performance ya mchezaji, mwalimu atufundisha jinsi tuweza kwenda kucheza, kwa hiyo mtu akiwa na pressure uwanjani au ikiwa performance yake imeenda chini, tofauti na mwalimu, ni mchezaji mwenyewe mashindwa kujitrain katika mechi performance na performance inakuwa chini, au anaweza kuona kuwa na pressure. Lakini nadhani mwalimu alitoweka vizuri mpaka sasa hivi, katika mazoezi ya siku tatu, anaweza kuwa naye mchezaji yote. Sasa pressure ameondoa, na kesho mwalimu anahitaji point tatu hapa katika New Amaan New Amaan, katika uwanja wa Zanzibar. Ah, si mchezo unaenda kama finali, mchezo wa kesho sisi wote wapita hiyo shapita kesho unaenda kama finali. Shida yetu siwezi kupata pointi tatu hapa nyumbani. Nataka draw au nataka kupoteza. Shida yetu kupata pointi tatu. Nadhani shaka na wachezaji wamekaa wenyewe, tumeweza kuongea kwamba hii ndio wakati wetu sasa hivi. Tajiweza ku qualify, lakini nadhani kuna hii itwaje, kuweza kupata chance ya best loser. Yeye yeah, tunaweza kukimbilia sasa kupata best loser nadhani kesho. Jasho na damu hapo uwanjani kishukua pointi tatu hapo. Sasa tunakiwa ni sasa tuna kiwanja iwe Dar es Salaam iwe ni Zanzibar, uwanja ni ule ule, Watanzania ni wale wale. Ninachohitaji waje kwa wingi, kutusupport kwa asilimia mia mia. Nadhani kesho sisi tutajitolea kwa asilimia mia mia kuweza kupata point tatu hapa amani, lakini cheza Dar es Salaam cheza na amani, uwanja ni ule ule na Watanzania ni wale wale. Kwa hiyo tunaombea tu kwamba wanaotoka Dar es Salaam waje huko, safiri salama, wafike salama. Vijana waliokuwa amani hapa Zanzibar nao waje kwa wingi, nadhani kutokeza kwa kwa wingi na ushindi kwetu kesho.